Natoa shukrani kwa mzee Gitu wa Kahengeri kwa kuongoza ujumbe huu wa wazee na wajukuu wa Mau Mau wa mao kuja kunitembelea hapo siku ya leo. Tumekuwa na mazungumzo ya kidhati na ya kirafiki. Wamekuja kwa sababu wao ni wazalendo wa Kenya na wanataka kuona kama Kenya inaendelea mbele kwa njia ya amani. Wao wameniambia wana shida kama hii ambayo inakumba wakenya wote, gharama ya maisha imepanda zaidi, hali ya ushuru vilevile iko juu zaidi. Wamesema mambo ya matibabu, kuna tatizo, watu wanakuwa na shida kupata matibabu. Kule ambayo wametoka, wakasema mambo ya ufisadi na hujuma ya mali ya umma vilevile iko juu. Kisha kasema hali ya usalama vilevile kuna changamoto. Kuna vijana wengine hata kina mama wanatekwa nyara na majambazi, wanazuiliwa mahali ambayo watu hawajui, wengine wanawawa. Hali kama hiyo inaleta tatizo mingi zaidi naleta hali ya hofu katika taifa la Kenya. Wakasema wanataka yale mambo yote yatatizwe. Ndio sababu mimi nimewakaribisha nikawaambia, sisi tutajaribu kila kitu ambacho tunaweza kuhakikisha kwamba yale maneno yote yametatuliwa. Hiyo ndio msingi ya hii Uh, mkataba ambayo tumeweka sahihi na bwana Ruto. Tunataka kuona kama Kenya inaendelea mbele kwa njia ya amani. Haya ndio mimi nimesema, wamenialika nikutane na kongamano ya wazalendo ambayo walipigania uhuru, ili tuongee na wao kwenye kirefu, na mimi nimekubali tutakutana na tutaongea pamoja na wao. Maana yake yani, tunasema Kenya mpaka iunganishe vizazi vyote katika taifa letu, ita hali ya usalama, hali ya uzalendo na hali ya utulivu katika taifa letu. Asanteni sana.